Naam, barabara kabisa. Leo tunaangazia sura nzima kuhusiana na jinsi ambavyo unaweza kutambua kwamba chenye unafanya katika maisha ndicho uliumbwa ukakifanya. Inaweza kuwa jambo ya kusikitiza sana, iwapo utaishi miaka sabini themanini mia lakini pale mwisho wa miaka yako unaambiwa kwamba uliishi visivyo chenye ulikuwa unafanya hii dunia si chenye ulikuwa umeumbwa ukakifanye. Kwa dakika chache mno, tuweze kuangazia ishara kadhaa ambazo zitakuwezesha kufahamu kwamba chenye unakifanya katika hii dunia ni chenye uliumbwa ukakifanye au ni kingine. Na ishara ya kwanza ni upatapo kwamba unahisi kuridhika kukubwa ufanyapo ile njambo, hata kama kuna kung'ang'ana, hata kama hali si hali, unahisi kuridhika kukubwa ufanyapo jambo hilo. Na ishara ya pili ni kwamba utapata muda au wakati unaenda bila kujua, utashangaa daa, masaa yamekuwa madakika muda unayoyoma, unaenda mbio mbio, unashindwa masaa yameenda wapi. Lakini wakati unafanya ambacho bila shaka si kile uliumbwa ukakifanye, utajipata kwamba unaangalia saa kila dakika, kwani muda hausongi. Na ishara ya tatu, unapata kwamba inaathiri wengine kwa njia kubwa zaidi. Unaifanya tu kawaida, hata hudhani itaathiri yeyote, lakini kumbe ishaathiri watu, kumbe watu washaguzwa nayo, watu washabarikiwa, watu washakuwa inspired. Unakumbuka uh, Petro? Petro angetembea sokoni na kivuli chake kilikuwa kinatosha kuwaponya watu. Petro hakuhitaji kuwekelea watu mikono, hakuhitaji kuwamwagilia anointing oil. La hasha, his presence alone, kuwepo kwake pale, kivuli chenyewe kiliguza watu kikiwaponya. Hivyo basi, ukifanya lile Mungu amekuumba ukalifanye, kuna uwezekano mkubwa watu wataathirika na lile ambalo unalolifanya hata bila kujua au hata kuelewa vipi ifanyike hivyo. Na ishara ya nne ni kwamba inakaa ikikuvuta, inakuvuta. Hata kama unataka jaribu, kwenda mrama, unajaribu kwenda kando, bado inakuvuta unajipata unatamani kufanya lile ama unajipata unalifanya, tena unajaribu kutoroka unajaribu kuhepa, lakini kidogo kidogo unajipata. Yona alitorokea Tarshishi badala ya kwenda kwenye alikuwa ametumwa Ninawi, na hivyo kama umekusudiwa kufanya jambo fulani na unataka kufanya lingine na unajipata hata ujaribu kutoroka vipi, bado linakurudisha pale ambapo ulikuwa unafaa kuwa, basi ni vema uweze kukaa pale, sababu hata ujaribu kutoroka vipi bana, utaweipata amani utaweipata uh, fulfillment kama haufanyi kile Mungu alikuumba ukakifanye. Na ishara ya tano ni upatapo kwamba uko na kitu tunaita divine flow, yaani mambo yanateremuka yenyewe, mambo yanajileta bila kungangana sana, mambo ya yanaingiana, unapata destiny helpers and divine connections. Eh, unapata wadhamini, chenye unakihitaji katika ile shughuli ambayo unajishughulisha kwayo kinakuja kwa jinsi ambayo huwezi elezea ama hukutarajia, basi kuna uwezekano mkubwa sana chenye unachokifanya ndicho uliumwa ukakifanye ndio kung'ang'ani sana unapata mambo yanaingiana yenyewe ndio uweze kutekeleza wajibu. Na ishara ya sita ni pale unajipata sasa hauonei wengine kinyongo, unafurahia ukiona wengine wakifaulu katika nyanja zao, kwani unajua na wewe katika nyanja yako utakuja kufaulu kama wao. Lakini kama chenye unafanya si chenye uliumbwa ukakifanye basi utajipata kwamba unatamani tu za wengine. Ukiona wamefaulu katika hili, unasikia kinyongo; ukiona mwingine amefaulu katika lile, unasikia kinyongo. Lakini kama unajitabua wewe ni nani na laini yako ni gani, basi hutakuwa na hayo masaa ya kuonea wengine wivu. Yohana Mpatizaji ni kielelezo chema cha watu ambao walifahamu chenye walikuwa wame mkubwa wakakifanye na kilipoisha, walifahamu nimemaliza shughuli. Unajua, Yohana angesema mimi ndio mkubwa, mimi ndiye umenipata hapa hivyo, wewe ndiye unafaa kuniheshimu, hata by the way, hata mimi ndiye nimekutengenezea njia hmm? lakini Yohana hakuonea Yesu wivu. Alijua Yesu amekuja na nguvu nyingi kumliko, alijua Yesu amekuja kufanya makubwa kumliko, alijua Yesu atabatiza watu si kwa maji tu, lakini hata kwa moto lakini hakuonea Yesu wivu, aliwaambia watu anayekuja ni mkuu, anayekuja atafanya makuu. Ukifahamu nyaja shughuli au sababu ambayo uliumbwa na ni nini uliumbwa ukitekeleze, bila shaka hutasumbuliwa na ufanisi wa wengine, bali utashukuru na utasherehekea pamoja na wao. Na ishara ya saba ni kwamba ile hali au hamu ya kufanya kile ambacho unakifanya imeunganishwa vizuri na mzigo ambao unabeba, sana sana ni mzigo wa watu wengine, unawabebea mzigo wao. Kama kwa mfano, Martin Luther King Jr. alikuwa kasisi, alikuwa amesoma, alikuwa na pesa zake, angeamua akae, atulie, akule pesa zake, afanye ukasisi na hayo yaisha hivyo lakini, kwa sababu alihisi ana mwito wa kupigania watu ambao walikuwa wamefinyiliwa waweze kuwa huru, basi ilimbidi ajitoe hata akijua anahatarisha maisha yake. Na kwa kweli angetamani kuishi muda mrefu sana, lakini akakatiziwa maisha akiwa tu mchanga, si kwa sababu yake, lakini alikuwa ameubemba mzigo wa wengine. Ile passion alikuwa nayo lazima ingemfanya au bebe mzigo wa watu, na hilo si jambo rahisi, lakini kama umeitwa basi Mungu anakuwezesha. Na ishara ya nane ni kwamba unapata majaribu mengi sana katika ile eneo, katika ile nyanja japo ndipo mwito wako ulipo. Si eti ni mteremko, kuna kupanda, kuna kushuka, kuna majaribu mengi katika ile eneo ambayo ndio mwito wako huko. Na ishara ya tisa, utapata kwamba mwito wako au ulichoumbwa ukakifanye kimeunganishwa vizuri na uwezo wako, yaani It's aligned well with your abilities. Mambo ingine unafanya au watu hufanya huonekana kama ni ya kawaida tu, kama ni kila mtu anaweza amuka na afanye kile, lakini si hivyo chenye wanga unafanya na unahisi unakifanya vizuri bila shaka, usidhani ni kila mtu anaweza kifanya. Hupendi tu kulifanya bila uwezo, uwezo unao tayari, na ndio unahisi kupenda kukifanya. Ishara ya kumi ni kwamba unahisi amani nyingi moyoni, hata wakati huelewi mambo vizuri, hata wakati huelewi hili litatokea wapi, kuna venye unahisi amani nyingi kwa moyo ufanyapo kile basi, kuna uwezekano mkubwa hilo ndilo uliumbwa ukalifanye. Ishara ya kumi na moja ni kwamba Roho Mtakatifu amelithibitisha. Kwani si huwa tunaomba Mungu atuonyeshe atueleze ni nini ambacho tuliumbwa tukakifanye, tusiishi kutapatapa huku na kule, tukitafuta tukifanya mengi, tukimaliza maisha yetu bila kufanya chochote au bila kufanya ambacho tuliumbwa tukakifanye. Roho Mtakatifu amekuongoza na ndio umeweza kufika hapa, ndio uweze kuzijua hizo ishara na ndio uweze kujua kana kwamba chenye unakifanya saa hii ndicho uliumbwa ukakifanye au unafanya kingine. Ndi. na ya kumi na mbili tena ya mwisho ni kwamba unatamani sana kusumbuka au kutaabika kwa sababu ya ile chabo kwani kuondokea hiyo uh, nayo itakuwa mbaya hata zaidi, na hivyo basi atalije lini at, atakije kifo, uko tayari kupambana, uko tayari kujipeana. Ukijipata kuna jambo ambalo unafanya na ule moyo na ule msukumo na kule kujitoa dhabihu, kwamba unaweza hata utoa moyo wako na uhakikishe umelifanya lile, basi kuna uwezekano mkubwa sana tena zaidi kwamba lile ndilo uliumbwa ukalifanye. Hizo tu ni ishara kumi na mbili ambazo zinajaribu tu kutuelekeza kana kwamba chenye tunakifanya ndicho tuliumbwa tukakifanye au la.